Bola, nimekutana na wewe hapa maana huu mguu ulikuwa unakufuata wewe, lakini nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe. Ila sitajali kwamba tuko wapi na nani anaona na anafuatilia mazungumzo haya, atajua yeye. Mimi nilikuwa na swali kutoka kwako. Mbona kama unanitishia kitendo cha kusema kwamba ujui nani anaweza akasikia au la, unanifuata kwangu ulikuwa na shida gani? Sasa naomba unisikilize, halafu ndio ujue kuna maswali, halafu unataka unijibu maswali kulingana na maswali naye kuuliza. Uliza hilo swali lako. Hivi umeona mwanangu anafurahi sana, anaenjoy sana, anaburudika sana mpaka wewe ukapata kiherehere Wivu kakukamata, matamanio ya kukushika, dhiki ulio nayo, ukahangaika ukapata tabu kumshawishi mwanao aende kwa mume wa mwenzie, yani namaanisha kwa mume wa mwanangu mimi, Recho. Ukaona kwa kuwa baba ana hela sana, wewe ndo hivo na dhiki yako, ukamshawishi mwanao aende kaolewe pale. Lengo lako lilikuwa ni nini? Hivi kati ya mimi na wewe, kwa mtu mwenye akili zake timamu akiangalia ni nani mwenye wivu hapa? Mwenye wivu ni wewe, kwa kutoka huko ulikotoka. Yaani hapo umekuja kama isha mashauzi kuniletea mashairi. Wewe ndo mwenye wivu, ulitaka uolewe wewe? Ndio nakuuliza ulitaka uolewe wewe. Mama, ndio nakuuliza ulitaka uolewe wewe? Yaani jibaba zima kutoka ulipotoka huko unanisimamisha hapo unauliza maswali ya kipuzi kama hayo. Hivi wewe mzima kweli wewe au mwenzetu, umesha left group kwa mwanaume shababi lijali awezi kushindana eti kusema kwamba mwanangu kaolewa katika familia aliolewa mwanao, we vipi sasa? Nakwambia hivi, laiti kama mimi ningekuwa na mtoto mwingine tofauti na Amina pia ningemwongezea. Kwa hiyo tumeamua kwa kwa kwa kutukanana sasa. Yaani mimi nisha mashauzi. We, nisha mashauzi. Wewe umejitukanisha mwenyewe kwa ujinga wako na kukosa nidhamu na heshima. Huwezi kutoka ulipotoka kunisimamisha mimi hapa kuniuliza maswali ya kipumbavu kama hayo. Unajua, mimi nilikuwa najiuliza eh, huyu mama kwa nini hakai na wanaume huyu mama, mama na tatizo gani? Sasa nimekuja kujua kumbe wewe mama, mama sindwele sind, yani, si, yui, ni sijui yaani, ni mtu ambaye upo kama mbele ni mbele nyuma. Hebu niangalie kwanza, niangalie, sina wasiwasi, najiamini tena. Kwa taarifa yako, usiangalie tu ili ganda la nje, watu wanalia na mashine babu lakini kwa nini tusingetengeneza ka mchezo hapa? Tukutane siku moja, afu tujue nani kidume, tuone. Lakini ndajangaisha ndajangaisha, kuambigili mimi nipoteze muda kwa mtu kama wewe? Ndugu yangu, hilo ni vazi tu, hilo ni vazi umenielewa. Siwezi kusubutu Mama Amina kwenda kulala na jokala kibisa kama wewe. Yaani nijisumbue niende kujichafua kwa mtu kama wewe? siwezi kufanya mambo kipumbavu kama hayo. Kwenda wangu hapa huko usinipotezee muda wangu hapa. Yaani umeulamba mwanaume mzima kuja kuninani kuniletea maneno yako mimi hapa. Kwa, kwa yani hiyo mimi mimi nimelefti yani, mimi isha mashauzi. Yaani anantukana mimi yani anajikuta yeye ni mbigili e, yeye si mbigili sawa, mimi mchongoma halafu tukutane sasa, nani mbigili na mchongoma nani anamweza mwenzie? wake watatu

Waki watatu waki watatu wakiwa watatu. Waki watatu Amina waki. Karibu sana nyumbani wakiwa watatu wakiwa watatu waki, uh, wake zangu, nadhani tulishaongea wakiwa watatu kuwa tutakuwa na mgeni wakiwa watatu mgeni wenyewe nadhani ushafika. <laughs> Amina, huyu wa kwanza anaitwa Poshi, ni mke wangu mkubwa, na huyu mwingine ni mke wangu wa pili. Ningependa uwapo ushirikiano, mke wangu mkubwa <laughs> Uh, nashukuru sana kwa sapoti yako na upendo wako kuwapokea wenzio, na kwa ushirikiano mkubwa nikaona sio haba, basi ni kuandali zawadi <laughs> hivyo na zawadi yako. <laughs> Hakuna wakusaidia. Na angalizo kwa wake zangu, angalieni sana. Zadi zadihi sijekawahusu <laughs> Poa jana nilikuja kwako kwanza hivi. Wajua, jana nilikuwa na mgeni, baada ya kuja tulikaa tukapiga story sana ndani alafu baadaye nikamsindikiza narudi nikaambiwa tukuna mtu alikuja. Lakini kwani usichukua ufunguo? Ufunguo unaweka pale pale ninapowekaga, ungechukua ufunguo ukaingia ndani kanisubiri. Mi nilipita tu mara moja, maana nilikuwa na haraka, alafu pia nilikuwa nimekumisi, so nikaona nije kukuona. Mwanaume huu akae ndani mara nyingi, anaenda kutafuta vipi? Una taarifa yoyote kuhusu Poshi? Hapana mm, sina taarifa yoyote. Poshi ameolewa? Ameolewa. Ameolewa na JK au hajaolewa na JK? mimi na mimi siku ambayo ameolewa ana kama siku ya nne kama sikosea, hivi ameolewa tu juzi kati hapa, lakini mtu ambaye amemwoa ni mtu ambaye kidogo ana pesa, na huyo jamaa ameoa wake wawili na yeye poshi? oh. Watatu mke, ah, watatu poshi? yani poshi wa kumwacha JK na yale mahaba, mi sitaki hata kuongea sana, jamani Ndo hivyo ny wanawake huwa mnabadilika, yani mnapomwona tu mtu ana kitu chochote kile, basi unambadilika, una hata ule mtu ambaye umeanza naye huko chini. Au ukimwona huyu ana hela, hawezi kukuhudumia, unaachana naye, unatafuta mtu ambaye ana hela. Kwa hiyo poshi ndo alichokifanya hicho, lakini mimi ninachoangalia sasa hivi ni rafiki yangu tu JK, yani, kiukweli hayuko katika wakati mzuri sana yani, anasikitisha sana unajua yani, kuachwa? Kuachwa katika kipindi kigumu ni shida sana, ila poa. Kwa hiyo mimi nikuacha, naenda zangu ghetto size. Kwa hiyo basi, si utakuja? Sawa, nitakuja.

Wake watatu, wake watatu. Kumbe misukule. Mbona chai baridi hivi? Mume wangu, chai imetoa sasa hivi jikoni na inatoa hadi mvuke kabisa. Ina maana kwamba unataka kuniambia mimi na kuongopea kwamba chai hii ni ya baridi, si ndio? Hapana, mbona sijamaanisha hivyo, lakini hiyo chai nimetoka sasa hivi jikoni. Unajua, sikia nikwambie mwanamke humu ndani hamkuja kula kulala na kunenepeana. Umenielewa? Wake watatu. Wake watatu. JK, JK, nakomba mara moja. Sema shida yako, mbona kwa hivyo Sema shida yako. Na shida gani? Sede simu yako. Nakuomba utanitafuta kwa muda wako Ulikuwa mpene ilikuwaje? Kukubali kuolewa, kila siku analia, hakuna wa kusaidia. Hapana JK, nilazimishwa tu na wazazi wangu kwa tamaa ya pesa, lakini mwanaume simpende hata kidogo. Pesa, kwa kuwa mimi sina pesa ndo nimeshindwa kuoa. Wamejichanganya. Shika hii pesa. Hakikisha kila siku ya Jumatatu tuwe tunakutana hapa hapa. Unamaanisha no nini? Fuata maelekezo.

nyingi njema ah, kabisa. Hongera kwanza. Asante. Nimetoka kukutana na JK hapo muda si mrefu ila kuna mengi sana ameniambia Shem, mm. Kwa nini umeamua kuolewa kwa na mtu ambaye ameoa wake watatu? <mulia> bila yeah, shaka majibu hauna kwa sababu ulichomfanyia ndugu yangu sio kitu kizuri kabisa. Yaani yeah, ukweli kabisa, maana nimekutana naye alivyokuwa akilalamika, anaonekana yeah, kabisa, ni mtu ambaye anaumia na, na amepoteza dira mwelekeo katika maisha yake. Unajua siku zote mwanaume au mwanamke anapoachwa na mtu ambaye anampenda kiukweli hata akili nakuwa haiwezi kusoma vizuri, lakini mbaya zaidi inachomuumiza anasema, we umeolewa na mtu ambaye kaoa wake watatu. Shem, kweli unamwacha mtu ambaye hajaoa hata mke mmoja, unaenda kuolewa na mtu ambaye ana wake watatu? Yaani wewe ufanye chochote utakachokifanya, lakini bado yaani bado hujafuta lile kovu kwa sababu yeye lengo lake ni kuishi na wewe kwenye hali yoyote, uwe nacho awe nacho, hana hauna, lakini yeye lengo lake na dhamira yake ni wewe. Sawa shemeji, nimekuelewa na nitafanya kazi yote uliyoniambia. Sawa, haina shida, uwe na siku njema.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 Semba, usichokijuwa nini? Eh, unaona ndimu embe, udongo. Usichokijua hapa nini? Haya, kama mwezi utataka kumzaa Yesu, kwa sababu nachokikumbuka toka niko yeye atujafanya chochote, eti atuja kufanya chochote. Sasa sikia, kwambie babu, wewe una chumbani kwangu eh?